Wanakuambia unaweza kuomba msamaha na kosa si lako. Unaweza uomba msamaha na kosa si lako. Kuna situation ikifika, unaomba msamaha. Najua unielewi, lakini nataka kunielewa. Uliza wakubwa, si wewe? Unakuwa nataka kuwa kuitwa baba, jitayarishe na kuomba msamaha na kosa si lako. Kwa nini? Unataka utulivu Manake anakuvuruga, anakuvuruga so nataka tu kubali aishe. So najipata sasa, mwanaume anakuanga mnyigo unasikia, eh, kafanya dondocha nini? Hakuna cha dondocha, ni kutaka peace, kuishi na peace. Hataki kuvurugwa, anakubali sawa, nimekosa samee, lakini tunavurugana na yeye. Mwanamke atakuvuruga mbaya sana, mpaka majirani washangae. Lazima mwanaume ukuwe mjinga wakati mwingine lakini sio sana.